Tunawaambia jambo la amani, ni jambo la msingi. Amani si jambo la mchezo. Sisi tunachoambia, hebu tufate taratibu nzuri ambazo zimewekwa na viongozi mbalimbali, wadau wa amani, tufuate taratibu hizo. Haina maana kuleta vurugu na kuondosha amani, hususan ni kipindi cha uchaguzi kitakuwa kina madhara ambayo yanajitokeza ndani ya jamii yetu. Tarehe ishirini na tisa ni haki ya kila Mtanzania aliyefikisha umri wa kupiga kura na aliyejiandikisha. Na waomba Watanzania wote waendelee kutuombea walio nje ya nchi, sisi tupate amani yetu tunayohitaji. Uchaguzi ni sawasawa na daraja dogo ambalo sisi tunawatanguliza wale tunaowachagua wapite kwenye lile daraja waende upande wa pili halafu watuvute na sisi katika ule upande wa pili. Hili daraja dogo inawezekana halijakamilika, inawezekana tunavyoliangalia bado linahitaji kujengwa, lakini ndio daraja pekee linalotuvusha. Tukiingia kulivunja daraja hili, hatutovuka, hatutowavusha wawakilishi wetu na sisi hatutovuka. Na ndugu zangu, hakuna nchi duniani ambaye daraja lake lile ni uchaguzi umekamilika. Tunaona kila siku malalamiko ya nchi za Ulaya kuhusiana na masuala ya katiba zao. Tunaona malalamiko kila siku ya nchi kubwa kama Marekani wakizungumzia taratibu za chaguzi zao. Wiki ijayo tarehe 29 Jumatano tunakwenda kuchagua viongozi ngazi ya raisi wa bunge na madiwani, na kwa sababu hiyo tunawaomba sasa sisi kama viongozi wa dini, jambo la kwanza inatakiwa kuanzia kesho Ijumaa na kesho na siku ya Jumapili, tunawaomba wachungaji, mashehe, tuwakumbushe waumini wetu ambao tayari wameshajiandikisha kwenda kupiga kura wajiandae kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29. Kwa hiyo niviase vyombo vya usalama kabla ya ile tarehe ya kupiga kura, ni kwamba tungetamani tukihamasisha wananchi wetu ili waende kupiga kura. Vyombo vya ulinzi na usalama tuviase kabisa, vitumie diplomasia nzuri, kwa sababu kama wakikimbiza magari tarehe ishirini na nane wakakimbiza magari mengi, watu wengi wanaweza wakashtuka kwenda kupiga kura kesho kesha. Kwa hiyo watumie mbinu yao ya kidiplomasia kuhakikisha kuanzia tarehe ishirini na saba ishirini na nane wananchi wajiandae kwenda kupiga kura.